Ndugu waumini na Watanzania wote kwa ujumla wake, taifa letu limejengwa juu ya misingi imara ya amani, utulivu, umoja na shikamano tangu enzi za mababu zetu. Tumekuwa taifa ambalo limekuwa kimbilio la wengi, si tu ndani ya bara la Afrika bali hata ulimwenguni kote. Tumekuwa mfano kwa jinsi watu wa dini mbalimbali makabila tofauti na tamaduni nyingi tulizokuwa nazo tunaweza kuishi pamoja kama familia moja ya Kitanzania. Hata hivyo, matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi tarehe 29 mwezi wa kumi 2025 -20 -20 -20 -20. yaliyosababishwa na maandamano tokea kwa amani, vifo vya baadhi ya watanzania wenzetu, wa uharibifu wa na mali na miundombinu yametupa tafsira mpya isiyo ya kawaida katika historia ya taifa letu. Hali hii imeonyesha kuwa kama taifa tuko katika kipindi kinachohitaji hekima, umoja na moyo wa utaifa utaifa kuliko wakati mwingine wowote. Ndugu wakristo na watanzania wenzangu, kuna usemi usemao nyoka tushaingia ndani ya nyumba, sio wakati wa kuulizana aliingiaje, ila ni wakati wa kuamua kwanza, kisha kumuua kwanza, kisha kuziba tundu hii inamaanisha kwamba sasa ni wakati sasa si wakati wa kulaumiana, kutengana au kugawanyika kwa msingi ya dini, ukabila, siasa au jinsia. Ni wakati wa kusimama pamoja kama taifa moja, kupambana na chochote kinachotishia misingi yetu ya amani na utulivu. Changamoto tulizokumbana nazo hazipaswi kutugawa, bali zinatupaswa kutukumbusha kuwa hatima ya Mtanzania iko mikononi mwetu sote. Lazima tuzipe mianya yote inaweza kutuletea mgawanyiko, chuki, fitina na uvunjifu wa amani. Lazima tuwe makini na wale wanaotumia fursa za migogoro kwa masilahi binafsi, pasipo kujali madhara ya taifa. Kwa pamoja, tunaweza kurudisha, kuimarisha tunu zetu za umoja, upendo, uzalendo, heshima na utulivu na amani. Kwa kifupi kabisa na waomba wa Kristo na Watanzania wote tukatae kugawanyika kwa misingi ya kiitikadi ya kisiasa, udini, ukabila au nani, ili tulinde amani yetu kama tunavyolinda mioyo ya familia zetu. Tatu, tujenge taifa badala ya kugomoa kwa maneno, mitazamo au matendo yetu. Nne, tuzipe mianya yote inayotaka kutuunganisha kama taifa iwe ni chuki, fitina, rushwa, uzembe na uchochezi. Tano, tuwapende na kuheshimu wote, tukikumbuka kuwa kabla yote sisi sote ni Watanzania. Sita, tuchague hekima badala ya hasira, mazungumzo badala ya migogoro, umoja badala ya utengano. Saba, tusaidiane kama ndugu, kwa sababu nguvu ya taifa letu iko kushikamana kwetu. Hitimisho, tuungane, tusimame pamoja tukumbatiane tukumbuke, tulipo toka na tuliko leo. Amani ya Tanzania ni msingi wa maendeleo yetu na ni jukumu letu sote kuilinda. Tanzania ni yetu, hakuna atakaye kujengea isipokuwa sisi wenyewe. Mwisho niwaombe kila mtu mwenye mapenzi mema kutuombea mimi pamoja na msaidizi wangu Mchungaji picha makala katika wajibu mpya seme, nimalizie kwa kusema Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mungu ibariki Dayosisi ya Morogoro. Asanteni kwa kunisikiliza, kwa heshima naomba kuwasilisha. Ungeni rasmi. Kwa kuanzia kwa tuna uhitaji wa fedha za tanzania bilioni mbili. Njia pendekezwa ya kutimiza ndoto yetu ni kama ifuatayo: moja, kuandaa harambee mbalimbali kushirikisha wadau mbalimbali wa ndani na nje wenye mapenzi mema nasi. kuwashirikisha wakandarasi walioko ndani ya Dayosisi ya Morogoro na nje, kutoa ushauri kwa ili waweze kutoa ushauri wa kitaalamu na kufanya kazi ya ujenzi. Nne. kuwashirikisha wanadiaspora walioko sehemu mbalimbali ndani ya dayosisi yetu ndani ya nchi yetu ya Tanzania na wale walioko nje ili waweze kutunga mkono katika kazi hii. Kazi hii inahitaji umiliki na, usho, na ushiriki wa dhati wa Wakristo wote pamoja wa na wadau wa ndani na nje ya dayosisi ya Morogoro. Ni kwa umoja wetu, maombi yetu na kujitolea kwetu ndipo tutakapoweza kufanikisha dhana hii adhimu ya kuboresha huduma za kanisa na kukuza ustawi wa jamii kwa ujumla. Mtume Paulo alisema hivi, nayaweza mambo yote katika yeye yalitaye nguvu Filipi 4:13. Ombi maalum kwako milinasi, kwa unyenyekevu mkubwa, dayosisi ya Morogoro inaomba serikali yetu sikivu itunge mkono katika maeneo yafuatayo: moja, kutupatia wataalamu wa afya na vifaa tiba kwa kituo cha afya cha Mkulazi pamoja na kusaidia uboreshaji wa wodi ya wanawake na ongezeko la vitanda vya wagonjwa ili tuweze kutoa huduma kwa jamii Unahitaji fedha taslim kiasi cha shilingi milioni 200. Kwa kuwa serikali ni mdau namba moja, tunaomba wewe pamoja na wadau wengine wewe wenye mapenzi mema kutunga mkono kazi ya uboreshaji wa huduma hii. Hata hivyo, dayosisi ya Morogoro inakusudia kujenga hospitali katika jimbo la Morogoro kwa kushirikiana kwa kushirikiana na BIT Technology Limited. Uchambuzi yakinifu unaendelea kufanyika na mradi huu unatazamiwa kugharimu fedha za Tanzania milioni mia tano mara utakapokamilika. Pili, kushirikiana nasi katika kukamilisha ujenzi cha ufundi leta kwa vijana wenye ulemavu wa kusikia na kutupatia walimu wenye elimu maalum ya kuwasiliana kuwa na watu wenye ulemavu wa kusikia. Mwisho nikuombe wewe mgeni rasmi pamoja na Wakristo wote wa ndani na nje ya Morogoro, wadau wote wenye mapenzi mema, wakandarasi na wajenzi, muungane nasi katika kutuwezesha upatikanaji wa fedha na za ujenzi wa makao makuu ya dayosisi ya Morogoro. Tutashukuru kupokea uwezeshaji wa aina zote, kwa iwe ni wataalamu kifedha, sisi kwetu itakuwa ni baraka sana. Shukurani. Kwa kumalizia, napenda kutoa shukurani zetu za dhati kwako Mheshimiwa uh, Adam Kigoma Malima, kwa kumwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika uh, sherehe hii ya kuingizwa kwetu kazini uh, kwa nafasi wa wa ya waskofu awamu tatu ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro. Pili, mkuu wa kanisa Dr. Alex Elias Marasusa, mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, kwa uongozi wako na kusala na mshikamano ndani ya kanisa. Tatu, maaskofu wote wasaidizi wa maaskofu gadi, marafiki wazee wetu wa kanisa wa ndani na nje, kwa maombi, ushirikiano na upendo mnaendelea kuonyesha kwa taasisi yetu. Wajumbe wa halmashauri kuu ya KKKT Dayosisi ya Morogoro kwa ushauri uliojaa hekima na maarifa kutoka kwa Mungu, wachungaji wa, wa, wa Injili, kamati za maombi na waumini wote kwa utumishi wenu waaminifu wa kujitoa kwa kazi ya Mungu, wajumbe wa kamati ya maandalizi ya kusimikwa kwa viongozi chini ya uongozi wa Profesa Jeros Mtobero kwa uratibishaji na usimamizi mzuri wa tukio hili, bila kusahau waumini wote kwa kujitoa kwa hali na mali. Ndugu zangu, nitakuwa sina fadhila bila ya kutambua na kuheshimu mchango mkubwa wa wake zetu, Eh, Esta pamoja na Linju kwa kututia moyo katika majukumu haya na watoto wetu wak